Tuchukue nafasi hii pia kuwashukuru wazazi kwa watoto hawa kwa kuwaruhusu na kuwakubalia kuja kufanya michezo hii. Wazazi, tunawashukuru sana, kwani mafanikio ya watoto hawa yana mchango mkubwa pia kutoka kwa wazazi wao, kwa maana ya malezi na makuzi bora na afya njema, ambao wamewapatia hadi sisi kama serikali kuwatumia katika michezo mbalimbali. Kwa hiyo, wazazi, tunawashukuru sana kwa kuwatoa watoto na kuwaruhusu na kuwakuza vyema hadi kuwa na vipaji hivi walivyo navyo ambavyo leo tunafurahia kuona vipaji vyao. Niwaombe wazazi pia waendelee kuwatoa watoto kuja kushiriki kwenye michezo mbalimbali, wasiwazuie kuonyesha vipaji vyao. Kufanya hivyo ni kosa na sio busara. Au michezo ni ajira, michezo inawafanya watu wanakuwa matajiri kuliko hata kazi za kuajiriwa ambazo tunazifanya maofisini. Kwa hiyo niwaombe wazazi katika mkoa wetu wa Mwanza wasiwazuie vijana wetu kushiriki michezo, wa waache waonyeshe vipaji vyao. Nayo heshima kutamka kuwa mashindano ya arobaini na tisa kwa Umiseta mkoa wa Mwanza yamefungwa rasmi. Nichukue nafasi hii kumwomba Mwenyezi Mungu awajalie safari njema, mkacheze salama na kila laheri katika michezo yote ambayo mtafanya, na mtuletee ushindi sisi Mwanza tunataka ushindi wa kwanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, wanamichezo hawa wameshindana katika michezo na sanaa kwa makundi yafuatayo. Kundi la kwanza ambalo wameshindana ni kwenye mpira, mchezo ya mipira. Katika michezo ya mpira tuna mchezo wa soka, netboli, kikapu, mikono, wavu na tenis ambayo ni table tennis. Kundi la pili wameshindana katika mchezo ya riadha, ambapo baadhi yake katika hizo mbio umeweza mkashuhudia hapa wote, jinsi watu walivyokimbia mbio fupi na kati. Katika kundi la riadha wamefanya ni kushindana katika mitupo mikuki, tufe na kisahani na miruko ya high jump na long jump. Mwakani tutaongeza mliko wa aina ya tatu ambapo ni triple jump kama wanavyofanya wenzetu wa nchi za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Rwanda na wengineo. Kundi la tatu, mheshimiwa mgeni rasmi, ni sanaa ambapo wameshindana katika kwaya, ngoma na mziki wa kizazi kipya, na nafikiri nikiwakaribisha hapa kizazi kipya, hapa tatosha ama tutakesha, wapo vijana na kundi la nne ni mchezo ya wenye ulemavu hawa albinism, ambao wanashindana katika riadha maalum na mpira wa kengele, na ningependa hata siku moja ukatembelea ukauona mchezo wa kengele unaoitwa gorbo.